Hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika, wala hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira duniani. Sisi jukumu letu ni kuimarisha miundombinu, na hapa tumekuja kukagua miundombinu na bahati tumepata taarifa miundombinu hii inaweza kutumika hata leo na kuendelea. Muhimu ni pale ambako kunatokea dosari, watuambie kuna dosari, kwa sababu rais wetu Dr Samia na mheshimiwa Mwinyi wametenga fedha kutosha kuhakikisha kwamba ukarabati wa miundombinu hii wakati wote unafanyika ili mashindano hiyo huchezeka Tanzania. Kwa hiyo tunao wajibu, watendaji wenzangu wa serikali kufanya ufuatiliaji kama tunavyofanya kufanya ufuatiliaji kama ambavyo tunafuatilia kwa hiyo malalamiko yanaweza kuja kutokana kwa ma, hayo kinachosikika hicho hiyo, ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania na klabu yenyewe. Sisi kama serikali, miundombinu uwanja uko vizuri, wakiamua tutawaruhusu waendelee, sisi hatuna shida. Ziara hii ni ya kawaida. Sasa tulianza ukagua Jimkana low school pamoja na Meja Jenerali Samuyo, tukaenda Zanzibar, narudi Mkapa, na Mkapa nitarudi tena, kwa sababu bado package ni kubwa, na tutaenda Gombani ili kujiridhisha. Mkakati wa serikali wa kuhakikisha michezo inachezwa Tanzania unabaki kuwa ule ule. Na kwa kuwa tupo hapa, wakandarasi wanawajibika kutupa taarifa za kwa mara kwa mara. Kwa hiyo nimefurahi leo kusikia kwamba pichi ya Mkapa iko vizuri na viwanja vingine vyote vizuri na kule kunaendelea vizuri, na hapa sasa sisi tumefurahi kusikia hilo. Tuliposikia kwamba uwanja huu hautatumika tulipata shock, kuonekana kwa kwamba labda watu wetu tuwapa kazi ya kutengeneza hawajawajibika. Lakini seme, hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira miguu Afrika, wala hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira duniani. Sisi jukumu letu ni kuimarisha miundombinu, na hapa tumekuja kukagua miundombinu, na bahati tumepata taarifa miundombinu hii inaweza kutumika hata leo na kuendelea. Muhimu ni pale ambako kunatokea dosari, watuambie kuna dosari, kwa sababu marais wetu Dkt. Samia na mheshimiwa Mwinyi wametenga fedha kutosha kuhakikisha kwamba ukarabati wa miundombinu hii wakati wote unafanyika ili mashindano ije kuchezeka Tanzania. Kwa hiyo tunao wajibu, watendaji wenzangu wa serikali kufanya ufuatiliaji kama tunavyofanya kufanya ufuatiliaji kama ambavyo tutafuatilia. Kwa hiyo malalamiko yanaweza kuja kutokana kwa ma, hayo kinachosikika hicho hiyo, ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania na klabu yenyewe. Sisi kama serikali, miundombinu uwanja uko vizuri, wakiamua tutawaruhusu waendelee. Sisi hatuna shida, tumeshawajengea na tumeweka fedha kwa ajili yao iowja kutumia hata leo, wakitaka kutumia leo watumie tu, taa tumeweka. Wakitaka kucheza saa nne usiku unachezeka, wakitaka saa kumi mchana mchana, ruhusa. Sisi hatuna shida. Kwa hiyo hayo ndio maazimio ya kikao chetu cha leo. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti wa Baraza la Michezo, nilipongeze kwa usimamizi wa karibu pamoja na wizara, na sasa tunaendelea isamuyo. Na kwa bahati nzuri mkandarasi nini, tuko tarehe ambazo tumewekeana, bado yuko kwenye time hatuna mashaka na yeye na kampuni hii ya inaweka viti na huko installation inaendelea vizuri, na pia mwaka huu tutu, tutuimarishe kule VIP ili viongozi wanaotaka kulipa na nini wakae huko huko juu, huko kwenye vyoo huko wanapata na AC zao huko huko. Kwa hiyo uwanja wetu utakuwa bora zaidi baada ya kukamilika kwenye maeneo yote haya. Kwa hiyo niwashukuru wote Mheshimiwa Waziri nakushukuru. Katibu mkuu, mwendelee kusimamia. Mheshimiwa mwenyekiti baraza la michezo na mtendaji wetu wa baraza la michezo, wakandarasi, nawashukuru sana wote, mwendelee na kazi. Na baada e, ya hapo, niwaage sasa. Tutawajulisha tutakapokuja tena kukagua maeneo ya ndani e, ili tuone maendeleo hayo.